la jamhuri ya Kongo lakini tuangazie habari muhimu hapa, ambayo inagusa habari gani? Hii habari ni ya usalama na ambayo inazua kabisa mtafaruko mkubwa. Leo tokea asubuhi, huko Walikale, M23 AFC wako kwenye kichapo kikubwa ambacho wanakipata kutoka serikali ya jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo. Ukiangalia kwenye video yetu hapa, utaona kwamba uh, kuna moshi na mlima ambao unainuka hapo na unaonekana. Kwa hiyo M23 wako kwenye kichapo kikubwa na kikali ambacho wanakipata kutoka kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na wazalendo. Droni zimeamkia leo kuwashambulia na kuwapiga vibaya vikali vilivyo. Hiyo ni baada hivyo na baada ya kujipanga na kujiandaa vilivyo, sasa wamepata kichapo kikali kutoka serikali na serikali imewapiga vikali tokea hiyo muda ya asubuhi na mapema hadi jioni hii, ambako tunakutolea habari ni kwamba mapigano yalikuwa makali sana, na ni kwamba moto ulikuwa mkali. Ndege zisizo na rubani zimewasha moto, drone zimewasha moto. M23 walikuwa, walikuwa watarajii chochote kwa sababu baada ya wao kujikusanya na kujipanga vizuri, wiki ambayo inakuja walikuwa wanajiandaa sasa kufanya mashambulizi dhidi ya serikali pamoja na wazalendo. Serikali pamoja na wazalendo hilo walilitambua mapema, na baada ya kulitambua mapema, wakawa wanapata kikali, wakawa wanapata kichapo ambacho leo wameamkia ndani na kimewafanya vibaya. Matokeo ya mapigano ya asubuhi ya leo hayajajulikana. Uh, lakini ni kwamba wamepata kichapo ambacho hawakutarajia, na kama mtu alikuwa hajajiandaa uh, kwamba kuna chochote ambacho kitatokea, hali inakuaga ni ya mtafaruko mkubwa. Yani hawakutarajia chochote, na kwa sababu hawakutarajia chochote, ndivyo hali ilikuwa ngumu kwao na ndivyo hali iliwatokea. Unajua, serikali pamoja na wazalendo walilitambua, wiki ambayo imepita, wamejiandaa M23 kwenye eneo mbalimbali huko Lubero walijiandaa na huko Walikale walijiandaa. Walikale, wiki mzima, mapigano yamefanyika na yamefanya majanga makubwa, na M23 ikajitambulisha ika, au ikajieleza au ikaonekana kuonekana kuwa na nguvu mpya katika shamba la vita. Sasa serikali ilitambua hilo baada ya kuendelea kujikusanya kwao, kutokana na moto ambao waliupata wiki ambayo imepata, sasa wakajikusanya na njama pamoja na plani mpya. Plani hiyo ambayo waliikamata watu ambao hawapendezwi na kuona kwamba M23 wanaviendelea, wakataja habari wakaiharifu serikali, na baada ya kuharifu serikali nini, serikali sasa imekifanya ni kama na hiki ambacho tunakujuza leo kwamba wamewakanyaga vibaya na moto umekuwa mkali. Plani yao bado ipo ya M23, ni nyingi wanazo programu za kusema kwamba, uh, watu waondoke huko, waelekee eneo za Minembwe yani nguvu mpya waiwekeze wa sehemu nyingi za milima ya Uvira, Fizi na Mwenga. Sasa wakati wanajipanga, kuna nguvu sasa huko, lakini hawajaitambua kama ni nguvu ambayo iliyo halali, lakini nguvu hiyo pia inasimamisha jua sababu ni karibia miezi sasa saba ya kuelekea miezi saba kumrazi wanasumbua eneo la Rugezi na maeneo mengine, ukitazamia katika milima ya Uvira huko kulikuwa na moto mkali na wazalendo walionekana kuwakamata M23 katika mapigano yaliyowakutanisha wiki hii. Kwa hiyo uh, wiki badala ya wiki M23 wanajaribu kujikusanya na kujiandaa juu ya plani za kwao ambazo wanazo, lakini kikubwa hapa na ambacho kinaweza kufanywa na serikali ni kama hatua na hii ambayo wamefanya, na sio kuja tu wanashambulia bila kujipanga vilivyo. Tunashukuru kwa shambulizi, ndivyo wamesema raia, ambalo limefanywa huko Walikale asubuhi ya leo lime nyesha na kuleta matumaini kwamba serikali ipo macho na inafanya chochote juu ya kurudisha nyuma adui ambayo anasumbua usalama wa raia. Lakini pia uh, raia wametuandikia wakisema kwamba kwa nini sasa wazalendo na serikali wameanza kuzozana kila wakati? Sababu wamezozana hapo Uvira, watu tatu walielezwa kufariki na Nyunzu huku uh, katika jimbo la Tanganyika kumekuwepo pia na mtafaruko mkubwa kati ya wazalendo na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC. Hilo limewatia raia wasiwasi na kusema kwamba adui ataona na kutambua kwamba hao hawa watu hawako wa kimoja. Ndiyo maana raia wanasema sio vizuri wazalendo na serikali uh, kuzuzana kila wakati. Habari ni kama na hizo za leo. Kichapo kikubwa wanakipata na wanaweza wakapata maafa makubwa, wa sababu hawakutarajia kichapo hiki hapo Walikale, na wasiweze wenda kuyapata ni inawezekana, wenda wao walipata habari mapema, sababu kuna watu hao wapelelezi ambao wako kwenye jeshi na ambao wako kwenye M23, na ni hao hao ndio wanafanya kwamba vita hivi vionekane kwamba vime serikali imezidiwa. Lakini kama ukaguzi unafanywa kama wanavyopendekeza watu wengi, huenda vita hivi havitafanya wiki moja na vikawa vime, vime, wamevishinda serikali ya Kongo haijakosa chochote. Serikali ya Kongo haikosi vifaa, haikosi wapambanaji, wanaokosekana ni utashi wa watu kutenda kile kinachotakiwa kufanyika kwenye uwanja wa vita na amani ya kudumu itapatikana kama mimi na wewe tunaipenda Kongo na kuitumikia. Kwa hiyo tuitumikie Kongo kwa roho moja ili amani ya kudumu ipatikane. Hope News TV nakusalimu na inakushukuru na, na ukutakia Jumapili njema pale ulipo. Jioni njema, habari ni hizo ambazo tumekuja kukujuza. Tuko kwenye sehemu hapa, utatuona tuko vijijini, tumejituma leo, tutakuletea habari mbalimbali. Mtandao mbali. utundo ndio unasuasua, lakini tutakuja na kukueleza habari zingine. Asante sana, Espoir wa Kilongo Itele. Sura umeona na endelea kubaki pamoja nasi hapa, kuna ukweli na habari nyingi mwanana. Jioni njema kwako na shukrani na karibu wakati mwingine.